Toka kupata kwa mradi huu tumeweza kunufaika sana na tumefurahi sana na zaidi, tunamshukuru sana Rais wetu mpendwa Mama Samia kwa namna alivyoweza kutuona na kutujali wanawake, ile kumtoa mama ndo kichwani. Sisi tunajivunia tumeweza kunufaika zaidi, maji yapo, maji ya kutosha. Tuna tenki kubwa lenye ujazo wa lita elfu tisini ko maji yapo muda wote, lakini kabla ya kuletwa kwa mradi huu Tulikuwa na changamoto kubwa, tuliweza kufata maji kutoka hapa Liazumi mpaka kijiji cha pili Mparamawe, na kutoka hapa mpaka pale ni kilomita saba kwenda na kurudi kilomita 14 na, na hivyo tulikuwa na shida sana, lakini toka mwaka 2023 20 tunashukuru tulipata mradi mkubwa wa maji milioni 300.8 na mradi huo umekwisha kukamilika na maji yanatoka maeneo na yote hivyo, niseme hatuna cha kumlipa mama zaidi ya kusema mama, tunamwongezea miaka yake mitano tena, ndo shukrani yetu pekee mama yuko kazini.